Karibu tujadili kuhusiana na usalama ama mambo ya kuzingatia wakati wa utumiaji wa barabara, hasa kwa maafisa usafirishaji wadogo wa wadogo ama, uh, waendesha bodaboda. Tunafahamu zipo ama yapo mambo mengi ambayo yapo ya kujadili huko, lakini uh, miongoni mwa vitu ambavyo pia ni uh, vya muhimu kuangalia ni swala hilo, lakini pamoja na hilo Uh, tunafahamu hapa nchini kwa kiasi kikubwa wapo vijana wengi ambao wamejiajiri hasa katika sekta hii ya usafirishaji, ni miongoni mwa yale ambayo itagusia hapo pamoja na masuala mbalimbali mbali. Lakini haya yote ni kuelekea uh, kongamano ambalo litawakutanisha wadau mbalimbali wa masuala ya usafirishaji pamoja na waendesha ama maafisa wa usafirishaji hao uh, wadogo wadogo, katika kujadili kuhusiana na mustakabali pamoja na masuala yanayowahusu. Hapa studioni tunao uh, wadau tukianza na Esther Emmanuel Richard ambaye yeye ni mkurugenzi wa huduma yangu Foundation. Karibu sana Esther. Tuko pia na Tito Lazaro ambaye ni msemaji wa shirikisho la bodaboda pamoja na bajaji Tanzania. Karibu sana. Asante sana, asante sana. Karibu leo tunazungumzia tunajikita hasa kwa maafisa usafirishaji wadogo wadogo, sio kwa sababu yapo mengi pia kufahamu huko, lakini wanalalamikiwa sana. Wanasema pikipiki nyingi hazina break, sio kweli au usalama barabarani atatuambia titu hapa, sio kweli? Mara nyingi mara nyingi wanatupita, yani wewe mara nyingi sana, mtu mwenye matunda ndio unaopigwa mawe lakini unadhani una haya mambo yanazungumza, wanawasingizia ama ndo uhalisia? Ah, kusema kwamba zina breki sio mm kweli? Wanasema literally wanavyosema hazina breki, hamsimami? Tunasimama vizuri sana okay, lakini wapo wapo wachache. <laughs> wapo, wapo madereva wachache sana. Wako <laughs> <laughs> madereva wachache ndio wanasema asilimia sitini ya wagonjwa wao ni watu wa bodaboda. Huenda eh, ikawa kweli, lakini lakini, ush nakuja wapi? Sio kila mwendesha pikipiki piki, ni bodaboda boda. Au sio kila bodaboda ni mwendesha pikipiki. Kuna waendesha pikipiki na kuna madereva wa bodaboda ambao boda, maafisa wa usafirishaji no. Umeona sasa pale Moi anaenda dereva wa pikipiki piki. Labda akapata ajali kapelekwa pale Moi mm -hmm. Ni mtu ambaye labda kama vile wewe labda unasafiri piki, piki. Kwa pikipiki unatoka hapa kazini kwenda nyumbani kwako ukiwa barabarani ukipata ajali bodaboda, ukisika sehemu kwenye taa nyekundu haujasimama umevuka, bodaboda. Umeona, hawajui kwamba huyu sio bodaboda, huyu ni dereva wa pikipiki tu. Sasa tito anakuwa anafanya biashara au anakuwa amepakiza mteja huyo, bado utasema kwamba huyu ni muendesha pikipiki. Sasa pale Moi pale asia <gibu> akuoje kwamba <umepakia>, una umepakia abiria au <gibu> ulikuwa umepakia dada yako au kaka yako hilo swali hawana, kwa vile tu ulimpakia mtu, umempakia abiria. Mm. Umeona kumbe umempakia ndugu yako, mfanyakazi mwenzio huyu umemchukua umempeleka nyumbani kwake pale Gongo la Mboto au Tandale kwa tumbo basi, ah, unaona kwamba tayari, yani huyu bodaboda. Kwa hiyo, eh, sasa hivi, eh, sasa noma tukaje, sasa, ehe, sasa kulingana na hilo, noma tukaje na hizi uniform pamoja na usajili kwenye mfumo. Kwa hiyo dereva tumtambue bodaboda na mfumo. Sasa, sasa, bodaboda zaidi ya watu 1018 wapo kwenye mfumo ni madereva wa bodaboda maafisa wa usafirishaji Dar es Salaam, mm. Hiyo ni kwa hapa Dar es Salaam elfu kumi na nane wako kwenye mfumo na wote watakuwa wapate uniformu ambayo inatambulisha. Uzuri ni kwamba usafiri huu ni usafiri muhimu sana na watu wengi, hata kama wewe ni tajiri maskini mtu wa kipato cha kati, lazima utakuwa unautegemea, kwa sababu kuna siku hapa uh, Esta anaweza akawa anatamani kuwahi sehemu fulani, anatakiwa kuwa kwenye kikao, ataweka gari yake pembeni, atachukua usafiri huu, atataka kuwahi. Lakini sasa e, ili jambo ni kama linaachwa tu, linaonekana kama hili ni jambo la bodaboda, lakini ni usafiri ambao wote tunauhitaji. E, kwa, kwa mantiki hiyo sasa, jamii inawajibika vipi kwa, eh, kwa, kwa, kwa, kutetea usalama wa usafiri huu. Okay. Jamii inawajibika sana. Japo ni vigumu sana kuona kwamba jamii inawajibika kutokana na wingi, mm, wa wadau walioko maafisa usafirishaji wenyewe. Lakini sisi pia ni jamii. Tunaitwa Huduma, mm, Yangu Foundation na kazi yetu imekuwa hasa ni kumwezesha kijana kufanya kazi zake kwa weledi na kuikuza ile biashara anayofanya. Mm. Kikubwa zaidi aweze kuchangia katika maendeleo ya taifa na awe yeye mwenyewe mfanya maamuzi mkubwa na mdao mkubwa wa maendeleo ya taifa lake. Mm. Kwa sasa kama Huduma Yangu Foundation tumeanzisha kitu kinaitwa Bodaboda and Bajaji Summit. Hii ni season 1 ndio kwanza tunaanza. Yeah. Lakini muhimu kabisa tulijua kabisa biashara ya bodaboda na bajaji ni biashara ambayo imeajiri vijana wengi sana hapa Tanzania, almost vijana 1.6 milioni wameajiriwa na vijana wameajiriwa katika sekta ya bodaboda na bajaji. Yeah. Lakini pamoja na kwamba ni sekta ambayo imewawezesha kujiajiri na kuwezesha maisha yao ya kila siku, ni sekta pia yenye changamoto sana kama alivyokuwa anaongelea Mr. Razal. Hmm. Changamoto ni nyingi na ni ngumu sana pia kuwatambua kwamba hawa ni pikipiki piki, hawa ni bodaboda, kwa sababu pia kuna dai waka Mr. mm. Lazaro. mm. Tukasema tuje tu na kitu kama umbrella ambayo tutafanya sisi na watu wa shirikisho la bodaboda na bajaji tuongelee changamoto. Changamoto kubwa iliyokuepo ni umuhimu wa kujua elimu ya usalama wa barabarani kwa vijana especially kwa vijana. Tukasema kama inakuajiri basi kuwe kuna mjadala ama kuwe kuna namna ambayo vijana watahamasishwa kuhudhuria hizi madarasa yanayotolewa na serikali waweze kujua tahadhari wanazopaswa kuchukua barabarani na namna ya kutumia barabara zetu zinalipiwa kodi na namna ya kutumia barabara vizuri yeah. kuepuka ajali za mara kwa mara, lakini tukaangalia changamoto nyingine kubwa: afya na ustawi wa madereva. Madereva wengi wanafanya kazi kwanza, wanafanya they overwork, tunaweza tukasema wanafanya kazi kwa muda mrefu sana, hawajui kwamba kuna muda wa kupumzika yeye yeah, anakimbizana tu na, na, na, na mwajiri wake kurudisha kipato alichochukua kule kupata kipato, wow. Kurudisha pesa kwa mwajiri wake, lakini pia madereva wengi wa bodaboda na bajaji hawajui kabisa elimu ya bima. Kwa nini, yeah. Wawe na bima, lakini pia kuna maambukizi mengi sana kwa especially watu wa vijana, tuongelee maambukizi ambayo yanawakumba vijana wengi, matumizi ya mihadarati. Kwa hiyo tukasema at least tuongelee swala la afya na ustawi wa madereva yeah. Lakini pia tukasema changamoto nyingine ya kuongelea ni ujasiriamali, elimu ya ujasiriamali na biashara. Bodaboda na bajaji wanapata faida tu kubwa hapa Tanzania, lakini ukimuuliza kama huwa ana save kiasi kwa ajili ya matumizi yake ya baadaye yeah. Ni changamoto sana, kipato chake anakipata leo na anaishi kwa ajili ya leo mm. Yeye yeah, hafikirii kesho itakuwaje ama nikipata ajali itakuwaje, hatunzi kiasi chochote. Tukasema tuwape at least jukwaa la kukutana na wadau mbalimbali wa biashara watakaowafundisha namna ya kubajeti, kutunza kipato kwa ajili ya maendeleo ya baadaye mm. na mwisho kabisa tukasema at least tuwafundishe madereva wa bodaboda na bajaji juu ya sheria za biashara na kodi. Wengi awa vijana ni wengi sana na niwahi kuongea maongezi haya na Mr. Tito akaniambia, tuko wengi sana na tuna uwezo kabisa, tukiwekewa misingi mizuri ya kulipatia taifa hili kipato kikubwa sana tukachangia kipato, lakini hamna misingi mizuri sana. Tukasema hem tutengeneze jukwaa ambalo wao kama shirikisho la bodaboda na bajaji watakutana direct na wadau kutoka taasisi za serikali yeah. kama TRA, waje wawaeleze ni namna gani wanaweza kulipa kodi, umuhimu wa kuwa na leseni na kuwa mfanyabiashara rasmi okay. ukatambulika katika taifa hili hmm. kwa hiyo hiyo ndio bodaboda bajaji summit ni jukwaa ambalo tunatamani kumjenga kijana wa bodaboda na bajaji asiwe tu ni dereva tu, ila awe ni mfanyabiashara mkubwa na mdau wa maendeleo katika taifa lake sasa so. Eh, haya mambo tunayo yaona um, kwa sababu hoja kubwa hapa ni usalama mm. Usalama wenu, lakini pia usalama wa wetu sisi abiria na watu ambao tunatumia eh, vyombo vya usafiri, kwa sababu huwezi uh, kujitenga na jambo hili usema bana, mimi sipandi pikipiki, lakini unaweza ukawa unatembea pikipiki kaja ikakuvamia mm -hmm. Unaweza <laughs> ukawa unaendesha unaendesha gari, pikipiki imeingia piki chini ya ya uvungu wa gari. Sasa haya ni mambo ambayo wote tunashughulika nayo, lakini kuna jambo ambalo linatajwa liko upande wenu nyinyi madereva e, kwanza, hamvai ham kofia ngumu, wengi wenu hamzingatii sheria za usalama barabarani na, na hata ukizungumza na askari wa usalama barabarani kama wamesha ya tama, yani wameshawakatia tamaa, yani kwa sababu Hakuna namna ambao wanaweza kuwa control. Nini ambacho kimetufanya tufike mpaka hapa tulipofika? Ah, kwanza kabisa ni kuto kujiandaa. Serikali haikujiandaa hapo awali, yaani hawakujua kwamba baada ya miaka kadhaa hmm. pikipiki zitakuwa nyingi kiasi hiki kama zilivyo sasa hivi hmm. Kwa hiyo sasa pale pale mwanzo kutoko walisoku control sasa wanakuja kuamka sasa tayari kumeisha kucha sasa. Kwa hiyo mm. eh, pikipiki zimekuwa nyingi, madereva wamekuwa wengi sana. Sasa kuanza kuwa control mpaka wote hawaje wakae sawa, sio kazi rahisi mm. kwa hiyo lakini serikali imejitahidi sana kutuweka sawa, tofauti na miaka miaka ya nyuma. Sasa hivi ukikaa hapo mbele hapo, ukiangalia pikipiki zinazopita pale, kwa sababu ambao hawajavaa kofia, waliovaa ni wengi, ambao hawajavaa kofia ni wachache lakini miaka ya nyuma ilikuwa haipo hivyo. Umeona au? ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya kweli kabisa, yaani <laughs> wanaovaa wanaovaa ni wengi kuliko <laughs> an, an, angalia hapo kwenye <laughs> screen yao waliovaa kofia, mwangalia ambaye hapa ni mtu mmoja wa bilia. Lakini weta. Wote wote hao wanne wamevaa kofia na huyu hapa mmoja, lakini yule peke yake ile wa tano. Kwa hiyo idadi <laughs> waliovaa ni wengi. Mh, idadi ya waliovaa ni wengi kuliko ambao ambao <laughs> hawajavaa. Umeona? Eh. Lakini kingine pia niwaombe tu wanasiasa nao wawaachie jeshi la polisi wafanye kazi yao shs akiwa wanachukua hatua kwamba kwa mujibu wa sheria bado, wanakuwa wanawaingilia kwa muda mwingine, kwamba hapana, kwa wapiga kula wetu hawa msitusumbu, msiwasumbue sasa, hayo hayo chini chini chini, msiwasumbue. Sasa hawa wapiga kula hawa wakipata ajali wanalala pale MOI, akilala pale MOI kapasuka kichwa, kavunjika mkono, kavunjika mguu, yule alikuwa na na siasa yule, haumuoni pale, pale MOI kwenda kumpa msaada yule dereva kwa hiyo lazima sheria ifuatwe ili kuokoa maisha ya watu hawa madereva wanaopata ajali. Mtu hujapata tu ajali, yani mzima bado, maisha magumu imetokeza, umelala pale Muhimbili miezi mitano sita au mwaka mmoja, maisha yanakuaje? Kwa hiyo ajali zinaongeza pia umaskini kwenye familia hmm. Hmm. Sasa, sasa mkijua kuna madhara makubwa kiasi hicho, kwa nini miongoni mwenu kuna ambao hawazingatii hayo maswala nanyie, shirikisho mpo na viongozi mpo? Ah, siku zote wachache lazima wawepo, kama nilivyoongea hapo awali. Ujue ujue kuna, kuna, kuna, kuna ma, ma, mashehe ma, majambazi wapo, kuna wachungaji majambazi wapo, lakini wapo wengine ambao ni watu safi kabisa. Kwa hiyo kuna polisi ambao wanashikiana vibaka wapo hmm. Kwa hiyo kila sehemu watu wote wasafi? Hapana, anatokea mmoja au wawili watatu ambao watakuwa tofauti na hao wengine yeah. Lakini, yeah. lakini tunaendelea kuwaweka sawa mm. Na tunaamini kwamba baada ya muda fulani madereva wote watafuata sheria, kanuni na tatizo barabarani kama hivyo. Huduma Young Foundation wamekuja, wanakuja kutoa elimu elimu ya usalama barabarani kutoa yeah. Taasisi nyingine nyingi zinakuja kutoa elimu. Kwa hiyo lengo ni kwamba madereva wote wakae kwenye mstari uonyoga Duma Foundation na, eh, na wadau wengine, mnadhani nini kinaweza kikawa eh, suluhisho la tatizo tulilonalo, kwa sababu inaonekana ni kubwa? Ukienda uki ukiwaangalia uki, uki hata traffic wanaonekana, uh, hawaangaiki tena na bodaboda, wanaelekeza tu magari eh, wanaelekeza tu magari hmm. na mambo mengine ah, kikubwa sana ambacho sisi tumeona kabisa ni wewe radhi wakati unaendelea yes. Uh, niwakumbushe pia uh, kwamba mjadala ambao tunao hapa ni kuhusiana na um, elimu ya usalama barabarani hasa kwa madereva wa eh, pikipiki ma, ma, maarufu kama madereva usafirishaji wadogo wadogo, usafirishaji wadogo wadogo ama maafisa usafirishaji wadogo wadogo maarufu kama bodaboda. Lakini kubwa zaidi hapa tunakukutanisha na Huduma Yangu Foundation ambao wamekuwa wadau wakubwa kwenye sekta hii, na sasa wanaanzisha mjadala e, mjadala mkubwa wa kitaifa kuhusiana na nini kifanyike, hasa e, kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama katika kundi hili, usalama wa barabarani, usalama wa maisha yao, lakini pia kuona kwamba kazi hii inakuwa ni moja kati ya kazi ambazo ni rasmi, zinaheshimika na zinatija na eh, ulikuwa unazungumzia hapo, sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kikawa suluhisho kwenye jambo hili? Yes. Suluhisho kama nilivyokuwa nimesema, kwanza ni kuandalia jukwaa kama tulivyofanya kwa tulikuwa ni suluhisho namba moja kwamba tukiandaa jukwaa litakalowakutanisha hawa viongozi na wadau wa usafirishaji hapa Tanzania, itakuwa tumepiga hatua, kwa sababu wao wataongea changamoto na wadau wataweza kuwapa suluhisho. Lakini suluhisho la pili kabisa, tunatamani sana wa vijana wapate elimu, sio elimu tu ya usalama wa barabarani, ama zile elimu nilizoziongelea. Tunatamani sana patolewe elimu ya vijana kujitambua. Mm -hmm. Ukijitambua uwezi kuendesha tu kama maisha yako hamna kesho, uwezi kuendesha mm -hmm. tu ukazipita alama za usalama wa barabarani, kwa sababu unakuwa unajua kabisa nina mke nina mtoto ama ni kijana nategemewa kule nyumbani. Kwa hiyo sisi elimu ambayo tunatamani kuitoa ni kujitambua pia kwa kijana. Ajitambue yeye ni nani katika taifa hili. Ili taifa unasema asilimia uh, 60 ni vijana. Hmm. Na kama ni vijana na maana rais wa baadaye anatoka kwenye kundi hili hili. Umeona na mawaziri wa baadaye. Ina maana maamuzi makubwa na mazuri inabidi anze kufanyika sasa hivi. Hmm. Kwa hiyo tukasema kwamba tutoe jukwaa ambalo sio tu litafundisha yale mambo ambayo yamekuwa kero kwa jamii hile ya wadau wa usafirishaji, lakini pia jukwaa ambalo watafundishwa wao ni akina akina nani, kwa nini kujitambua na kwa nini wanapaswa kufanya maamuzi ambayo ni salama, sio kwao tu isipokuwa na, na kwa taifa kwa ujumla. Mm-hmm. Tito, yapo mambo mengi ambayo tumegusia hapa e, mm. Mjadala mmoja upo pia katika vazi la afisa mm. usafirishaji linapaswa kuwa lipi kwa, kwa sababu baadhi wamekuwa hawana viatu vya kufunika mwingine sha mwona ananing'inia hivi pembeni huku anaendesha, huo unafahamu? mm. Labda utueleze. Uh, dereva anatakiwa awe na uniform kama hii hapa ambayo tuna tunaivaa mimi. Uniform inazuia inazuia upepo, inamkinga na kifua sababu ukivaa ukivaa tu nguo ambayo haizui upepo, madhara yake makubwa mno baadaye kwenye kifua TB na vitu vingine kama hivyo, mara nyingi wanaongea madaktari wanatuelimisha. Lakini pia dereva huyo anatakiwa avae kofia ngumu, sio kofia tu, iwe helmet ngumu. Sababu hizi hizi helmet ambazo tunapata hizi kaka ya koza, shilingi elfu kumi na mbili elfu kumi na moja bado TBS hawatutendei haki, helmet ambayo ukishika tu hivi ukiachia chini ikipiga chapasuka hivi eh, kofia ambavyo vimevive vimepasuka vikofia shilingi vi 2000 TBS inabidi wazingatie sana kwenye swala la kofia ngumu kwamba kofia hii ambayo kofia yani vikofia vilaini yani vifaa ambavyo tunavivaa hivi kama vile vya wajenzi wa nyumba hizo ambazo zimevaliwa hizo wajenzi wa nyumba sio kofia mm. hiyo eh, na hizi kuf... lakini zipo ngumu lakini nyema kofia ngumu zipo zipo laini. zipo chache sasa wakidhibiti kofia hizi za ovyo ovyo zisiingie dereva atalazimika tu kununua kofia ngumu hata kama gharama ni kubwa Yeah, gharama ni kubwa lakini sasa inabidi tu ununue, sababu kofia hizi hizi simple, simple hakuna. Tumeenda hapo Rwanda kwa wenzetu tumeona hakuna mambo ya ovyo ovyo, yani kofia za ovyo ovyo hizi hakuna. Kofia zile pale ni ngumu na ni lazima kofia uwe nayo. Wanavaa jaketi ambayo inazuia upepo na mvua muda wote ambapo anaendesha, anavaa viatu muda wote. Sasa kwetu huku madereva wengi hasa wanatoka nje nje ya mji huko, dereva kavaa kindala tu, yani kile kindala amekininginiza na amna kinaninginia na, na akiangu alafu iko spidi kakininginiza hey! ameng'oa saiti mila pikipiki iko spidi e, anapiga mziki wa singeli chwa chwa chwa chwa chwa. Hey! njia nzima ni kelele tupu <laughs> hapo hajavaa kofia kapiga kiduku hey! nywele zimeenda juu hivi na, sina, na honi, kampakia honi, mdada huku nyuma naye kagoma naye kuvaa kofia, mdada, nywe zangu zitaharibika, hey! maana wanawake wanajali nywele kuliko kichwa. honi <laughs> ya, ya, ya fuso <laughs> Sasa <laughs> e, watu kama hao ni lazima tuendelee kuwadhibiti, lakini hatutawamaliza, lakini tutawapunguza tutaratibu. Ndio watu ambao wanawaongoza kaka, eh, ndio watu wetu, lakini tunazidi kuwapa elimu kama hivi, kwenye semina ambayo tutatoa tarehe kumi mwezi wa nne, Udumang Foundation watawafundisha, watawaelimisha wale ambao watakuja kwenye semina, lakini hao unawazungumzia na wataja hapo ni ngumu sana, tunaendelea kuwa, kuwahamasisha mm -hmm. kama hivi, kama tunawaomba waje wapate elimu ili wajue taratibu mm -hmm. na sheria za usalama barabarani. Lakini elimu nadhani uh, itakuwa rahisi kuitoa kwa kuanzisha, kwa kuwa na matukio kama haya makongamano, unakuwa na ukumbi mzuri, unawaleta pale. Lakini wengine hao, uh, unakuta hawajui hata kama kuna mambo ya, ya, ya semina zinaendelea mm -hmm. Uh, tuseme hata mbuyu ulianza kama mchicha huu ni mwanzo tu lakini tuna uhakika uh, kushirikiana na vyombo vya habari social media hmm. Wadau washirikisho wenyewe kama hawa hapa wanaowakilisha uh, shirikisho la bodaboda na bajaji Tanzania itafika. hmm. Mwanzo ni mgumu Lio. nia ni kumsaidia kijana kujua mambo ya safety gear. Unajua, kujua hizo mambo za usalama wote ni hatua kwa hatua. Tukishirikiana vizuri na serikali, inawezekana, kwa sababu wanayo changamoto ya kuongea. Ameongelea kuhusu helmet ngumu. mm. Nani alikuwa anajua? Mimi sikuwahi kujua kwamba zina tofauti. Nikipewa, nikipanda bodaboda, ninavaa tu mm. sijui kama itapasuka nikifika mbele ama nikipata changamoto ita, itaniletea shida lakini ameongelea kitu kama hiki. Nadhani serikali, mdau wa serikali akiwepo, wanajua sasa kwamba aha, kumbe hata safety gear zinazokuja hapa Tanzania hazina kiwango ambacho wao kama shirikisho wanaona kama ni bora kwao. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo ndio tumeanza, lakini tunategemea tutakuwa na sauti zaidi, especially tukiamua kufanya kazi na shirikisho lenyewe, ambao wao ndio sauti ya uh, bodaboda na bajaji hapa Tanzania sasa, hmm. uh... Nadhani na, na nikijaribu ni kuangalia na kwa uchunguzi wangu ambao nimeufanya mm. Eh, sasa hivi tunazungumza kuhusiana na eh, uwiano wa majukumu na mambo mengine kati ya wanaume na wanawake. Ndiyo. Lakini kazi hii kaka ni moja kati ya kazi ambayo wenzetu wa upande wa pili hawajavutiwa sana kuifanya, naonekana hawajavutiwa sana kuifanya wako wachache mno mm. wengi ndio sisi tunapambana nayo. Unadhani kwa nini? Aa, kama ulisema mba kuna kazi za wanaume na za wanawake hii. Mimi nasema sasa, mimi naongea sasa kazi ya wanaume na za wanawake hii kazi, mapa, kazi ya wanaume, eh, wanawake. Hii kazi ya bodaboda sio kazi ya masiala mm, kuna mtu akapakia abiria yuko mm. barabarani, apale anatumia nguvu nyingi na akili lakini nyingi. Wapo sana wapo, wapo wanawake wachache Dar es Salaam tunao kama <laughs> kama thelathini na mbili mm -hmm. kwa mkoa wa Dar es Salaam. Mm. Eh, nchi nzima hawafiki mia ya Dar es Salaam kwa saa mbili, nchi nzima hawafiki hawafiki mia moja madereva wanaopakia wanaopakia, kwamba dada zetu au wa sema wana, wanawake wao wanaangalia sana usalama Dadaesta hapa umpe bodaboda endeshe wapi na wapi? Kwa hiyo, kwa hiyo ukimuona mwanamke, pengine pengine kazi, ukimuona mwanamke anaendesha, anaisha bodaboda muogope sana huyo mm. mtu yani, huyo mtu mtush, ni kweli nasema, ni kama imekuwa ni kama kazi kwangu, kwa mimi mtazamo wangu, mtu mwingine anaweza akafikiria pengine tofauti yeah. na kama ni kazi ambayo inakusogeza karibu na kifo, hapana, kutokana na namna mnavyoifanya sio kweli hata hata ukiwa dereva wa ndege yeah. Kwa siku ndege itaanguka tu. Hata ukiwa dereva wa treni, kwa siku treni itaanguka. Kwa hiyo ni kazi ambayo tu, yani, kujiamini tu. au ambao wamekuja kujiunga na sisi wanawake wapo, tunao wamejiamini, aaamba tunaweza wapo, wanafanya. Swala la kifo ni swala la kawaida tu, imetokea. Mwenyezi Mungu amehitaji ametaka itokee, imetokea yeah. Lakini wanatii sheria, wanawake wako vizuri sana, tena ukipata dereva mwanamke yeah. Dereva mwanamke akikupakia okay. yani yeah. wewe utakuwa una asilimia zaidi ya tisini ya usalama wako e, kuliko mwanaume. Wanawake wako makini sana, wanawake wako makini sana. Mwanamke kwanza umkute kavuka taa nyekundu, hivi madereva ambao tupo nao ni wachache sana, hata kwenye. Hata kwenye. Tito, wapo baadhi ya madereva hata wa kiume hata kama uh, wewe mteja unamwambia mimi nimechelewa, atakwambia anaenda na spidi yake, lakini wapo wengine akishaambiwa na mteja safari ni He, hai, hai, au kwanza unajua kwamba mimi niwaishe, akaenda na ni, ni, ni, ni <laughs> <laughs> na spidi yake. Katika mia, labda wapo ishirini, labda wapo ishirini, lakini wengi wao kwamba bwane, niwaishe fanya haraka, muda anawaza hela tu. Mimi nachoweza kusema uh-huh. nadhani ulikuwa sahihi kwa mbali kwamba wanawake wengi hawataki kujiunga kwenye biashara ya bodaboda na bajaji kwa hofu hmm, kabisa. Nadhani ni kutokana na kwamba ulishawahi kukutana bodaboda na bajaji akakufanyia rafu barabarani, yani unaweza ukatoka mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari bodaboda boda, sijui umeelewa. Hey, nadhani kwanza kwa ninasikitika kwamba I think ni, ni jambo ambalo tumejitengenezea kama Watanzania tumeshinda kuichukua hii biashara kama hmm, biashara inayoajiri watu inaongeza inayo, kipato cha taifa. Hiyo ni kitu namba moja kwamba kuna kudharauliwa fulani. Kwamba hata bodaboda asipofanya kitu, tayari kuna ile mentality kwamba bodaboda wao hawafuati sheria za barabarani. Hiyo ni namba moja. Hmm. Lakini nadhani tukija kwenye swala wanawake, wanawake wengi sana ni waoga na wanapenda sana usalama. Nadhani kutokana na kwamba ile neno boda boda watafanya hivi, boda boda watakuwa hivi, boda boda wako hivi mtu anakuwa ana, ana, ana reluctant. Lakini nadhani tukiwa na makongamano kama haya, tukaweza kuhakikisha usalama kwamba hii biashara ina usalama mm. Na ukifanya hii biashara inaweza kukufikisha mbali, unaweza kukuandisha na biashara zingine, na inaweza kukuingizia kipato kwa namna fulani, nadhani tutawavutia tutawa, tutawa, tutawa wanawake wengi sana mm. kuwa katika mm. biashara ya bodaboda na bajaji, ni kuweka malengo tu yaliyokaa vizuri. Asante sana. Sasa ehe, tuambie lini, uh, hasa pia kongamano hili mnatarajia kufanya na ni kwa vipi mmewashirikisha um, wadau wote okay. Uh, kongamano linatakiwa uh, litafanyika tarehe kumi mwezi wa nne ukumbi unaitwa chuo kikuu cha Mlimani mm -hmm. ukumbi unaitwa Library, New Library Auditorium Hall mm -hmm. ni ukumbi mzuri uko comfortable, ukumbi wa maktaba mpya mm -hmm. tunawakaribisha wote wadau tutakao kuwa nao. Tunao uwakilishi kutoka shirikisho la bodaboda na bajaji mm -hmm. tunao watu kutoka Tanzania Revenue Authority tutakuwa nao. Uh, tunao watu kutoka hospitali ya Mwimbili kwa ajili ya kuwafanyia counseling vijana mm, na kwa ajili ya kuelezea changamoto ambazo vijana wanapitia katika hii biashara at least na kuwapa mu, mwanga wa huduma zao za kiafya, lakini pia tunao wadau kutoka Ratra, tunao wadau kutoka Polisi, trafiki tutakuwa na kamanda wa upande wa trafiki polisi mm -hmm. Au ndio wadau tutakao kuwa nao na wadau wengine ambao wanashiriki moja kwa moja katika hii biashara ya bodaboda na bajaji. Naomba sana. Sana uh, ni naomba nimalize kidogo kidogo kifupi sana, kifupi sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa miaka yake minne akiwa madarakani, ametupunguzia fine toka shilingi elfu thelathini mpaka shilingi elfu kumi Ametuondolea, ametupunguzia eh, kodi kwa upande wa bajaji toka shilingi elfu laki na themanini mpaka laki moja na elfu ishirini Ametupa vituo tupaki pale mjini mm, safi kabisa, tuko asante, huru tunafanya kazi zetu bila kubuguziwa asante na mtu yeyote kwa sasa, asante kwa kuwa nasi tukizungumza hapa kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, hasa kwa maafisa usafirishaji wadogo wadogo.